Mimi nakwambia ni siku ya kwanza nilikuona hivi nikaona ni kama nimeangukia ni malaika. Malaika. Mimi mimi mimi ni nakwambia amesema mimi ndio mrembo. Acha. Ah, Nasema aje? Sara. Sara. Sara. Sara. Sara.

Demo amekuwa nakani huyu, unachomea sio yule demo. Alikuwa na boi fulani pale jana. Hujakula huyu demo mara ngapi? Umekula mara ngapi? hata ina hesabu niambia.

Unikulize. Unikulize. Unikulize. Lipote. Eh, eh, mimi nataki miguu ushakufa

Umeishaigia amwache. Wacha tuonge nae hapa kando yeah. Tumalizane. <laughs>